ya karibu kwenye chaneli yetu hii ya Daily Life TZ. Kama mara yako ya kwanza, basi usisite kusubscribe hapo, ili wa kwanza kutazama video zetu kila siku n leo. Na mafua kidogo, ndugu zangu, mtanisamehe, lakini hakuna kilichoharibika. E, na leo tumekuja hapa kuja kuangalia tofauti kati ya hii hivi hapa vitu ambavyo tunaviona hapa e, najua wengi wetu tunaweza kama unavifahamu, lakini kama uifahamu, hizi ni kapasta. kuna running kapasta hii tunaiona hii nyeupe, alafu kuna starting kapasta ambayo ni hii hapa, hii hapa hii ya bluu kwa hiyo tumekuja kuangalia tofauti ya hizi kapasta mbili, hii starting na hiyo running kapasta. Kwa hiyo uwe na, uwe na sisi mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Hizi kapasta mara nyingi zinatumika kwenye mota hasa zile za single phase, au magenereta na, ambayo anatoa umeme. Kwa hiyo hizi ni kapasta mbili tofauti tofauti kuna hii running na hii kuna starting kapasta. Kuna running capacitor na starting capacitor. Kwa hiyo mtu angalie tofauti yake ni nini na zinafanyaje kazi. Kwa hiyo yu..., emu ulia tuone hapo, tuanze na hii kapasta ya starting, hii ya blue. Tutaanza na utendaji kazi wa hii kapasta ya starting, yu, ya utendaji kazi yeah. Kwenye utendaji kazi hii inafanya kazi ndani ya muda mfupi, ehe, ndani ya muda mfupi kama sekunde tatu mpaka nne, hapo tayari na kwa imeshaachia achia. Uh, na kingine, hii haiwezi kukaa kwa muda mrefu kwenye umeme kwa sababu kwanza inaweza ikalipuka. He, naweza ikalipuka kwa sababu hii kazi yake kubwa ni kuanzisha tumota. Baada ya hapo, basi inakaa pembeni. Sasa katika kukaa pembeni inategemea, naweza ikatumia switch au wewe mwenyewe unaweza ukatumia kuistart na then kuitoa, au naweza kusema kwa lugha rahisi ni kubusti, natumia njia ya kubusti. Nadhani mafundi wengi wanaelewa hapo. E, tofauti ya pili tunakuja hapa kwenye hizi micro farad. Hii unaona iko mia nne, lakini mara nyingi unaweza kukuta inaanzia labda mia mia mbili, mia tatu, mia nne, mia tano, mia sita mpaka kwenye elfu moja huko inafika. Hii tofauti ya pili yo. Pia ukiachana na hii micro farad, pia kuna voltage hii mara nyingi na njia hiyo mia mbili thelathini mia mbili hamsini mia tatu japo Wachina sasa hivi wametuletea mpaka za mia nne hamsini ya lakini ni chache, na pia utendaji wake wa kazi kidogo sio sio mzuri kama za voltage hizo mia mbili hamsini. Na tofauti nyingine kwamba hii microfarad inakuwa kubwa kwa sababu inaanzisha mota kwa toku kubwa ya, na tukija upande wa hizi za running capacitor, kwanza microfarad zinakuwa ndogo. Ehe, microfarad inakuwa ndogo, unaweza kukuta hii inaanzia tano, kumi, ishirini, thelathini, arobaini, hamsini, sitini, sabini na yeah, kitu kama hicho. Pia kwenye hii voltage voltage ya hii running capacitor hii ni mara zote lazima iwe 450 400 hamsini mia nne hapo, kwa sababu hii utofauti wake na ile ya starting capacitor, hii inafanya kazi continuous, yani muda wote mota inapotembea, basi nayo inafanya kazi, na ndio maana voltage ziko hizo 450. Na hii pia kazi yake kubwa kwenye mota ni kuifanya mota iwe na nguvu na kupunguza ile current ya mota, ya inapunguza current na inafanya mota iwe na nguvu. Kwa hiyo hizo ndo tofauti kati ya hii starting capacitor na running capacitor. Kwa hiyo kama una maswali, una maoni, una ushauri, una kitu chochote usiti kutuandikia hapo sehemu ya komenti, nasi tutafanyia kazi hayo maswala yote ambayo utakuwa umetuandikia hapo chini. Asanteni sana.